Aa, nilikuwa nimemtaja. Ah, nilikuwa huyo nimemtaja... Bwege. Uy, huyo namruka, <laughs> mheshimiwa Suleiman Bungar <laughs> <laughs> Mheshimiwa mwenyekiti taratibu, lakini mheshimiwa. <laughs> Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nashukuru kunipa nafasi hii leo na kwa, kwa taratibu, Basileo, kuwa umeniambia taratibu basi leo nitakuwa taratibu kabisa. Pili, namshukuru na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye amewapa akili wa Tanzania na akili kazi zake mbili tu, kujua ukweli na uongo. Ndio kazi ya akili. Hayo mengine upata profesa nini, ah, hayo mengine tu hayo, lakini kazi ya akili ni kujua ukweli na uongo nyeupe na nyeusi, ndio kazi yake hiyo hiyo tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naanza kwa kusema tunamnukuu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mungu amweke mahali anapostahiki, alisema ili tuendelee tunahitaji vitu vinne, alizi watu, siasa safi na uongozi bora. Na nchi hii vitu vyote vinne hivyo vipo, hali zipo, ina kila kitu, watu ndo, pesa sina ngapi? Sasa hivi siasa ipo na tangu 1961 mpaka leo, chama cha siasa kinachoongoza katika nchi ni chama cha CCM. Kwa hiyo siasa ipo na uongozi upo, lakini uongozi bora unaotakiwa. Kwa hiyo mipango yote tunayopanga hii yote, kama siasa haikuwa safi na uongozi haukuwa bora sawasawa na hakuna, sawasawa na hakuna. Tangu nimeingia bunge ili tangu elfu mbili na kumi mipango inapangwa kweli kweli, lakini utekelezaji hakuna. Kwa hiyo mimi ni mwanasiasa, na uwezi ukaendelea kama siasa ikawa mbaya. Naomba sana Mheshimiwa Mpango na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali sikivu, huu uwanja wa siasa u kama tukiuchezea uchezea u hali itakuwa mbaya sana katika nchi. Yote mipango mnayopanga hii. Wewe angalia sasa hivi tumepanga mipango mikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimesema hela zimetumika katika uchaguzi uchaguzi ambao ulikuwa hauna sababu yoyote, na hiki kitabu cha Mheshimiwa Mpango mwenye kasema katika ukurasa wa 44 kwamba fedha asilimia tilioni tisa zikupatikana na mambo mengi ya kufanyika, lakini ya maendeleo, mambo mengi ya maendeleo ya kufanyika, lakini hela hizo zikeka uchaguzi. Sasa mimi, unachosema kwamba mimi na kununuliwa, hata mimi sinifuatwa. Hata mimi mwenyewe nilifuatwa. Sasa ukitaka ushahidi mheshimiwa, je, je, nani anaitwa nani Nyeresa? Uje, uje tukutane baadaye, nikwambie walikuja nani na nani wakitaka kuninunua mimi, nikakataa. Mheshimiwa Bungara ndio, mheshimiwa, kwanza uongee na kiti. <laughs> A, basi mheshimiwa mwenye kiti. Uongee na mbunge mmoja mmoja, nimekuelewa, nimekuelewa Samani. Alafu pili, usiingie kwenye kumi na nane zangu zitakupa shida Samani, mheshimiwa. Kwa hiyo ukitaka haya mambo ya ushahidi na nini e. A, basi tutapelekana huko itakuwa tabu inshallah, lakini no, lakini nilifuatwa. <laughs> Mheshimiwa mwenye mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa bungalo usinilazimishe. Ah, basi ba, mzee mwanangu basi aache tu okay. Ndo okay, tuendelee. Uki tuendelee mzee mwanangu. Nalipenda kweli hilo. Tuendelee <laughs> mzee mwanangu. Lakini na hakika litakupa taabu. Tuendelee mzee mwanangu. Haya. Ashau. Ah, <coughs> mheshimiwa mwenyekiti, jana mheshimiwa Dau alisema jambo kubwa sana katika bunge hili na mheshimiwa mwenyekiti, mimi nasikitika sana. Waziri mkuu anachaguliwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na anathibitishwa katika bunge hili. Kwa hiyo waziri mkuu anachaguliwa na rais na kuthibitishwa na bunge. Mheshimiwa Dau jana alisema kwamba kuna, kuna waziri mmoja wa ujenzi alimwambia habari ya boti lakini akajibiwa majibu mabaya na waziri wa ujenzi. Sasa hiyo sio mara moja tu, Mheshimiwa, huyu waziri wa ujenzi alikuja Kilwa, hivyo hivyo nikamwambia kuna mradi wa maji, wakati alikuwa naibu waziri wa maji, nikamwambia nimeona na waziri mkuu, na yeye akanijibu kama kama alivyojibiwa bwana Dau akasema waziri mkuu nani? Bwana mi nitambua Magufuli tu. Tuseme waziri mkuu ambaye ameteuliwa na raisi jam, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuthibitishwa na bunge hili, na mimi nilimpigia kura ili awe waziri mkuu. Alafu kuna mtu mmoja ambaye anachaguliwa tu, lakini alathibitishiwa na bunge, anamdhalilisha waziri mkuu. Mimi nikifikiri anadhalilishwa naposema mimi mpinzani tu kumbe hata akisema mheshimiwa dau wa mafya naye anaambiwa hivyo hivyo. Hii sio desturi mzuri, waheshimiwa. Huyu ni waziri mkuu, asizarauliwe na, na, na, na najua nimu, watu wasisehemu, nimewambia jana. Vipi bwana, sisi tukisema sana tunaitwa katika, katika, katika maadili. Mheshimiwa Bungara huko kwenye shughuli yako ya kuchonganisha ili watu wagombane huko. Ah, mimi na nukuu ya jana jana hiyo hiyo, kuna mheshimiwa Sugu hapa akasema kwamba watu wanauliwa, akatoka waziri mwingine akasema hajauliwa. Sasa so, mimi na, na, na, na ushahidi kwamba polisi wa Tanzania wameua watu wangu kirwa ndani ya msikiti na yule mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba kama kuna ushahidi atoe. Mimi ushahidi nao, kwamba polisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walimuua Ismaili Bweta katika msikiti chumo, na waziri Mwiguru akaniita, nikamwambia, wakati wa waziri wa mambo ya ndani, nikamwambia, akaniambia awalete, niwalete hao watu, nikaja nao watu kwa waziri Mwiguru baba wa marehemu na yule mtu aliyetolewa jicho na polisi. Mwiguru alipopewa taarifa akasema, jambo hili zito umpeleke kwa waziri mkuu. Namwambia tu yeye, mheshimiwa anasema kwamba watu polisi hajaua watu. Waziri mkuu nikawapeleka wale watu, wakamwambia waziri mkuu, kidogo walie, akasema kweli serikali imefanya ime, ime kosa. Sasa hayo mambo yapo nchi na mnaua mnateka, na mimi ushahidi nao. Hii yote tunasema ili tuendelee, tunatakiwa vitu vingapi? Vinne: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kitendo cha watu kuuliwa na taarifa mnapata mheshimiwa, na nyinyi hamshughuliki mheshimiwa, eh, eh, Bungara kwenye kitabu cha ja mheshimiwa waziri Mpango kuna mipango hiyo ya mauaji eh, eh, si, si, si, si, si utawala bora alisema ukurasa, mheshimiwa... ukurasa Eh? ukurasa wangapi uh, ukurasa tena tunapanga mipango ya nchi, kwamba kama siasa itakuwa mbaya hey! Mheshimiwa mwenyekiti nimeanza nimeanza kusema kwamba siasa mbaya, mipango yote itakuwa hakuna, kama siasa itakuwa baya sasa uelewi tu, Mheshimiwa, nzema zangu uelewi nachokisema, Mheshimiwa. Kengele ya pili, bahati mbaya. Aya, asante sana. Bado, bado, malizia, malizia sentensi yako tu. Namalizia kwamba naomba sana serikali muwe makini, muwe wa kweli, kwa sababu Mtume anasema utakuja wakati viongozi watakuwa waongo na watu watawajua kuwa waongo, lakini watawapigia makofi na kuwachinjia nyama, ili hali watakuwa waongo viongozi yao. Basi msitegemee rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini yote kwa yote, naomba korosho zote mkanunue, kwa sababu mliahidi mkanunue, ili mambo watu, watu wetu wa kusini. Asante mipango, asante, mipango yao iende vizuri. Mipango bila korosho kuna mipango. Asante sana mipango yao. Kijana, unafanya nini dirisha kwa mwanangu? Unafanya nini? Hapa hapa. Yes, yes, yes. Sahii No. Wewe ni kibaka. Ila. Nani huyu tena? Hapana. Hizi nyumbani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka. Hapana, mzee. Chabu za nini?